Na katika moja ya sifa kubwa ya hifadhi ya Kitulo ambayo uh, mheshimiwa alinigusia hapa mapema tu nilipofika. Mwanzoni sikuwa kujua hivyo. Sikuwa najua kama kuna ndege wanakuja Kitulo kutoka mataifa mengine. E, jana nakumbuka, kipindi na safiri kuja huku, nilikutana na Ryan kwenye uh, airport nikamwambia Ryan, unajua kama hifadhi ya taifa ya Kitulo sana sana tumebishana zaidi ya dakika tano, yani namuelezea hilo swala Yani si wadanganyi, ni kweli kabisa. Yeye anaenda Arusha. Nikamwambia bro, kuna ndege wanatoka nchi zingine na wanakuja hifadhi ya taifa ya Kitulo. Lakini pia kingine kinachonifanya niipende zaidi hifadhi ya taifa ya Kitulo uh, kuona kuwa hakuna wanyama wakali, nyang'anyiro cha kumsapoti mama yetu, Mama Samia Suluhu, kuwasukuma watu wa nchi za mbali kuja kuitembelea Tanzania, kwa sehemu mojawapo katika zile nchi kubwa, katika mataifa makubwa Iwe sehemu kuu ya watu kuja kuitembelea, liwe eneo kuu la watu kuja kuitembelea.